Ni kiigitumaga umuthi gukorwo atiriri ati mathani nimahunjanagirio matigekwo na mundu uria wiraga andu uguo-ri hey. o na kia akagaacira niguo agatonga ni kwira andu matiremere mathani niguo akagura maboroti hey. akagura ngari njega ciana hey. ciake agathomithiria muwega thukuru mwega niguo o kwira andu watho ni wathirire niguo kuhotekekaga niki ningwenda uthomere thiini wa mbuku ya ezekieli ibuku ria ezekieli munabii ezekieli mirongo iiri ũũthomere kwanjia mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ o nginya mĩrongo ĩĩrĩ na ithano hezekieli mĩrongo ĩĩrĩ mũhari-inĩ wa mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ o na ningĩ atĩrĩ Barale ambararĩirie guoko o kũu werũ-inĩ kiuga ati ndimaharagana ndimaha, ndimaharaganirie nduriri-ini na ndimahurunjire mabururi-ini ni undu matiahingirie matuiro makwa ma cira no ni kurega maregire irira cia watho wakwa wa kurumirirwo uguo Ngai aramahurunja Nigokorwo maregete matwiro make ma ciira niguo na makarega irira ciake cia si. watho thii na mbere na magithahia giathi gia thabatu cia kwa na makiendithia ya maitho mao mihianano ya kuhoywo ya maithe mao maki rega thamatu cia Ngai magi ciagarara niguo na maki hoya mi hianano ii toguo andu aya aau muthi niguo tuona meki te thii na mbere ona ningi ati ri ngimarehithiria irira cia watho wa kurumirirwo iria itari njega ona ngimatuira Ona ngimatuira matuira matuiro ma ciira maria matangimatuuria ni undu wa kurega watho e. e. wa Ngai-ri Ngai Ngai agaturekereria niguo ira njuru ii agaturekereria matuiro ma ciira maria matangitutuuria niguo tondu nitworega watho wake ii mundu uria wikuo muthi-ri

ni u gu thomera thiini wa ibuku ria Mathayo ikumi na ithatu muhari wa mirongo ieri na inya Mathayo ikumi na ithatu muhari-ini wa mirongo ieri na inya nake akimahe uhoro na ngerekano ingi akimeera atiri uthamaki wa iguru ni wa kuhaananio na mundu uria wahaandire mbeu njega mugunda wake na riria andu mari toro thu yake igiuka ikihaanda itindii o nario hamwe na ngano igithiira na riria ngoha ciamerire igiciara ri hindi iyo itindii nario rikioneka na ngombo cia mwene mucii igiuka ikimuuria atiri muthuuri uyu yithi nduahandire mbe unjega mugunda waku kai itindiiri kiumite ku nake na akimera ni mundu uri uthunani wekire uguo nacio ngombo ikimuuria atiri ni ukwenda tuthii tukari munye turicokererie hamwe nowe akiuga asa ni undu hihi riria mukumunya itindii mwari munyaniria na ngano rekei ikuuranire hamwe o cieri nginya hindi ya magetha ona hindi io ya magetha ni ngera agethi ambei mu munye itindii so muricokererie hamwe murioha itia cia gucinwo no mu cokererie so ngano ikumbi riakwa Ngerekano yo Jesu aheanire ri ni icokaga ikoywo o ta uria ciugo iria ingi aritie cio yagwo niguo na ngerekano yo ikaheana uria imaramari imaramari ikamenyite koiga atiriri ati thawani ni andu aria matathiaga kanitha ati thawani ni andu aria matari ahonoki niguo ati acio nio maka munyuo masinwo hindi ya muiso no tareke tu so cokie makinya thutha jesu ni aheanite ngerekano ingi niguo ngerekano itagwo ya muhuri mbeu akiuga muhuri wa mbeu ni ahurire mbeu niguo imwe ikigwa barabara-ini ingi ikigwa miigwa-ini ingi ikigwa runyanjara-ini akiuga mbeu ore. yo-ri ni uhoro uria uhunjagio umwe ni woirwo ni andu makiwitikira niguo ucio niguo wagire tiiri-ini munoru uguo ngerekano ino ya ngano na thawani-iri onayona ta iyo hindi te yo iria kiugo kia ngai kiaheanirwo ni kuri andu mokire magi kiuma thutha makihanda mbe unjuru io nayo igetagwo oro kiugo kiu kia ngai u e. methiguga gikoruo atiriri e. he mundu ukuruga mahunjie igarie maundu ma ngoro yake mwene o na mometwo kiugo kia ngai e. na tondu Jesu nioiga atiire ku Matuko ma marigiririo hey. Matuko macio ma marigiririo nimo maya makinyite Niguo. na nikio raigua mugambo uyu ugikwanirira ugikwira ucokerere mathani ma ngai hey. tondu mathani macio nimo mari na muoyo Niguo. Itindi itindii kana thawani iri nikirira kiu kia andu kiahandirwo ngigikirwo ithenya ria watho wa ngai na nikio giitagwo witikio niguo ukaigua mundu akiuga witikio witu no kiuria ni atiriri ni getha ruu twamuranie kindu gigwitwo ngano na athawani tuororio uria we muugaga na uria jesu na ngai maroiga niguo kwa muhano andu amoigaga atiriri ati gwitikia ngai nigetha wone muoyo jesu aroiga atia tuthomere thiini wa johana ikumi na mugwanja muhari wa gatatu turore jesu arauga atia uhoro wigii muoyo wa tene na tene tukuurithanie kiugo kia jesu niguo tugikuurithanie na kiugo kia muhunjia tugikuurithanie na kiugo kia mundu uria wi ndini-ini tuonekana hihiri hii hey. uria jesu aroiga ni guo inyui mugaga joana iku mi na hariini wa ithatu tu thomere tu igue naguo muoyo wa tene na tene ni atiri muoyo wa tene na tene ni atiri ni maku menye we ngai uria umwe wa ma ati mekiatia mamenye ngai uria umwe wa ma ni kumenya ngai Oria omwe wama wa ma na mamenye oria wale kirie. warekirie uguo tigwitikia asa tukiri na thiina niguo tondu muthi nietikia marikuo andu aria mamenyete ngai matituire asa o woria mundu akwiraga ninjitikitie ngai e o mundu uria woria

kou tikuo kumenya ngai iguo kumenya ngai nikuigua mathani make I. na guturwo marumiriire nitukurura tuone Jesu akiana ndeta uyo handu hangi i thiini ya buku ria Mariko ikumi muharini wa ikumi na mugwanja Wuikuruke nginya ikumi na kenda mariko ikumi mwariini wa ikumi na mugwanja na hingo oimagaraga erekeire njira mundu akimu Murutani mwega ni atia ingika ni getha ngagaya muoyo wa tene na tene ingika atia ngaga ya muoyo wa tene na tene nake Jesu akimucokeria atiri Uku njita mwega niki gutiri mwega tiga o umwe niwe ngai nduui mathani nduui maathani Ati ndukana oragane. Ndukana oragane. Ndukanatharanie. Ndukanatharanie. Ndukanaiye. Ndukanaiye. Ndukanaigirire mundu kigenyo. Ndukanaigirire mundu kigenyo. Ndukanahenanie. Ndukanahenanie. Tia thoguo na nyukwa. Tia thoguo na nyukwa. Jesu ombire atwira atiri Johana ikumi na mugwanja, muoyo wa tene na tene hey. Nikumenya Ngai umwe wa ma, niguo ndore arekirie hey niagitu thathaurira atiriri kumenya ngai umwe wa maniki mathani makuirite e. ucio jesu oria-ri e. maaririria mathani magikiro kia mundu na mundu angikorwo mundu ucio ni aiguite e. Nogi mathani macio-ri no nginya akorwo na ma ngai na mundu niaiguite tondu twirirwo thiini wa ibuku ria johana Inji marua ma Johana maambere ithano igi ri ati uria tumenyagwo naguo nitwendete ciana cia ngai ri niguo ni akorwo ni tu menyagirira mathani make tareke tu rore undu uyu angi korwo aria mari a muoyo-ini ni aria maiguite mathani na makamamenyerera ri le. hey. ti aria metikitie asa aria a metikitie no mone muoyo matingi ona angikorwo no mone daimono hey. ni ikagaya muoyo niguo tondo ona ni ikirite andu aya maugaga ni etikia jakubu thomera igiri ikumi na kenda turingithanie mwitikia uyu na daimono tuone muhonoki na daimono no ui uitikitie wee ugaga wi we muhonoku ta thikiriria ha wee igue ati ona ndaimono yeah, no niigukirite jakubu ni igiriimo hariini wa ikumi na kenda weeri niwitikitie ati ngai no umwe wee niwitikitie ngai uguo wikite no wega ona uguo wikite no wega ona ndaimono nacio niciitikitie igakiinaina ndaimono nacio ciitikitie iko inaina niguo uguo kiria tutungikira ndaimono nacio itigwitikia asa ona ti gwitikia na kuinaina asa no tuthire na uria ya a Jesu niguo te ngu ati nitumenye ngai umwe wa ma na tumenye uria a arekirie nakuo kumenya ngai umwe wa ma ni atiri nituigue mathani make niguo uguo ngikorwo wee ugaga wi wa ngai no mathani e macio ma ngai nduikaga-ri wee ngai ndu muui ona ndå rä wa må menya näguo tareke tå rorekana ona jesu å horo å cio no araå kindä ra thä iniä yo ibuku rä a mathayo må gwanja mathayo nä må gwanja muhari wayo wa twediwanu mathayo nä må gwanja

hahararirio mundu ugaga ni muhonoki niguo mundu ugaga nietikitie ngai acio nio mamwitaga mwathani mwathani niguo ondu ona muithira mu-ri igithia gwetaritwa jesu-ri indoigaga ni murathime niguo ageciria niagatonya muoyo-ini ni undu wa uguo wee mukristiano-ri ugeciria niugatonya muoyo-ini Ate tondu ni ugaga Jesu ni ne Jesu aroiga atiriri ti aria moinjitaga mwathani uyu mwathani uyu magatonya thamaki-ini thoma tu igue amagatonya no uria awa uria wi iguru endaga ati uria u gatonya-ri wendi wa ithe Ũguo ti ũrĩa wĩtĩkĩtie wendi wa ithe sa nĩ ũrĩa wĩkaga nĩguo ngakũũria kĩũria gĩkĩ wĩa ũrathikĩrĩria wo nĩgwĩtĩkia wĩtĩkĩtie ũrĩa ithendete kana nĩgwĩka wĩkaga tondũ arĩa metĩkĩtie acio tio magatonya indi ni aria mekaga ni uhoro wa gieko ti uhoro wa gwitikia hari kaundu odoka kangi moigaga ati ni aria a mathiiaga makiumburanagira jesu ni mwathani na tunua niguo twerua ni aria mekaga mekaga aria a moimburanagira na tu <laughs> mo mo nua ri Jesu uhoro wawe kuuga atia Johana na ithano ni undu wanyu muthiaga mukiugaga Jesu akumio inyui muthiaga bara-ini mukiugaga Jesu ni mwathani inyui muugaga Jesu niwe murori wakwa Jesu uhoro wanyu aroiga atia tondu muugaga na tunua no ciĩko si cianyu-rĩ tiguo itariĩ no Jesũ nĩ oiga ti arĩa manjĩtaga mwathani mwathani no nĩ arĩa mekaga ũrĩa ithe witũ endete Johana 5:41, ti ate niĩ nenda kũgocwo nĩ andũ atĩ atĩa